Kabla ya kuanza, tafadhali kumbuka jambo moja muhimu sana. Kama unakumbana na unyanyasaji, haiko kosa yako kamwe. Unastahili kujisikia salama na kufanya maamuzi kwa ajili yako na mwili yako. Kama wewe au mwanamke au msichana mwenye unajua anapitia unyanyasaji au violence, kuko huduma za mingi za kukusaidia na kukusapoti hata kama haujapitia ukatili au violence, lakini uko na mahitaji fulani, kuko huduma kwa ajili yako. Unaweza kutafuta habari kutoka kwenye vituo vya afya ya watoto, wanawake na wasichana karibu yako. Watoa huduma wenye wanafanyaka kazi hasa na wanawake na wasichana katika jamii yako wanaweza kuwa chanzo au source nzuri ya habari na wanaweza kukusaidia kutambua mahitaji yako na jinsi ya kuzitatua. Angalia Huduma zenye ziko karibu yako kwa kubonyeza au kupiga click ku kiungo hapa chini au kukitufea pata huduma kwenye jukwaa au platform. Kumbuka, hakuna mtu mwenye anastahili kupitia unyanyasaji na kila yenye mtu alipitia amo kibinafsi ni nzito. Unastahili kuaminiwa na kusaidiwa.